Kuna moshi mweupe ambao umepatikana, na mtazamaji, hii inaashiria kwamba kanisa Katoliki limepata papa mpya, na bila shaka hivi sasa tutakuwa tunasubiria yatakayofuata, hususan baada ya moshi huo mweupe kupatikana, inaashiria kwamba wale makadinali mia moja thelathini na watano wamepiga kura na hatimaye wamepata papa mpya. Na mtazamaji, kuna mambo kadhaa ambayo yanafuata pindi tu papa mpya atakapopatikana, na bila shaka kulingana na ule mchakato mtazamaji, papa mpya atakapopatikana, mshindi atakapopatikana, anaulizwa kwamba je, ameshapatikana anaulizwa je, kama anakubali kuchaguliwa kwake kama papa, mtazamaji. Na pindi atakapokubali, mtazamaji, Wakatholiki ambao unaona ukiangalia picha za moja kwa moja ambazo tutaziona katika nje ya kanisa hilo la Sistine pale, Wakatholiki wanasubiri kwa hamu na ghamu kuweza kumwona na vile vile kulipata kulijua jina la papa huyo, na unavyoona pale ni mbwembwe na furaha na makofi na vicheko, maanake wanafurahia kwamba hatimaye wamepata papa mpya, na hivi sasa watakuwa wanasubiri kumwona, maanake papa huyo anatarajiwa kutoka, na wale ambao wako pale nje, mtazamaji, watapata fursa ya kumwona kwa mara ya kwanza papa mpya ambaye amepatikana. Kwa hivyo sisi wote hivi tunatizama pale. Tutakuwa tunasubiri kumuona papa huyo, manake jina lake litafichuliwa na papa huyo atatoka nje, na wale ambao wako pale nje ya kanisa hilo la Sistine watakuwa wakaanza kumuona. Na sisi wengine ambao tunatazama ulimwenguni kote kupitia runinga, simu, pakatilishi pia tutapata fursa ya kumuona papa huyo. Na mtazamaji, basi hivi sasa tunasubiria kuona huyo papa mpya na vilevile vile, jina lake likitolewa mtazamaji